Kama ambavyo tayari tulikuwa tumetoa taarifa ya tukio la ajali iliyohusisha uh, kuwagonga watu wawili na kusababisha majeraha. Utakumbuka nilieleza kwamba mmojawapo kati ya watu waliokuwa wameumia kwenye ile ajali ni askari wa Jeshi la Polisi ambaye alipata shida hiyo akiwa anatekeleza majukumu yake, lakini sambamba na hilo, kuna mwananchi mwingine ambaye naye alijeruhiwa sasa baada ya kuendelea kupata matibabu, ilipofika siku ya Ijumaa saa nane mchana yule askari polisi ambaye alikuwa wakati huo amelazwa hospitali ya katua, Bugando alipoteza maisha wakati anaendelea kuhudumiwa na jopo la madaktari pale Bugando. Yule mwingine ambaye alijeruhiwa akapelekwa hospitali ya Sekou Toure, yeye amekwisha ruhusiwa, sasa hivi anaendelea vizuri, anaendelea na shughuli zake baada ya ile tukio la ajali. Lakini nilieleza kwamba dereva baada ya kufanya hiyo ajali alikimbia. Jeshi la Polisi tulihakikisha kwamba tunatafuta kila mtu aliyehusika na uzembe uliopelekea ajali hiyo mbaya, ambapo mara moja tulimkamata mmiliki wa hiyo gari, ambaye mpaka sasa ameendelea kuhojiwa katika kituo cha polisi Nyamagana. Uh, nilieleza, ameendelea kuhojiwa kwa sababu yeye ni mmiliki wa gari, na ile gari alikuwa ameikabidhi kwa mtu ambaye hakuwa ametunza kumbukumbu zake kama inavyotakiwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani. Lakini tuliendelea na jitihada za kumsaka hasa yule dereva aliyehusika na tukio hilo la ajali, ambapo jeshi la polisi ilifanikiwa kumkamata. Ilikuwa ni siku ya juzi. Dereva huyo amefahamika tayari baada ya kuwa amekamatwa, anaitwa Alphonce Frederick Kaishozi. Huyo amekamatwa kule mkoa wa Kagera, katika kijiji cha Rubare, wilaya ya Bukoba Vijijini mkoani Kagera. Na sasa hivi tunapoongea ameshaletwa katika mkoa wa Mwanza na anahojiwa na amekiri kuhusika katika ile ajali. Kwa hiyo taratibu kwa mujibu wa sheria za kumfikisha mahakamani zinaendelea kufanyika. Kwa hiyo atafikishwa mahakamani mara moja tutakapokuwa tumekamilisha uchunguzi wetu na taratibu zetu kwa mujibu wa sheria. Sasa wito wetu ni nini kwa watu mbalimbali wanaotumia barabara hususan madereva? Madereva wanatakiwa kuendelea kuheshimu sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani na kuwa makini barabarani kwa kutambua kwamba barabara ni sehemu ambapo wanatumia watu wengi, wako makundi mbalimbali, kunaoenda kwa miguu eh, lakini kuna wanaotumia vyombo mbalimbali vya moto vinavyotembea barabarani. Ni vema kila mtu akawa makini, wakaacha uzembe unaweza kusababisha watu wengine kupata majeraha au kupata uu na chanzo cha ajali hii hakika ni uzembe wa dereva uh, kwa kushindwa kuwa makini barabarani na kuwa na matumizi ya ovyo anapokuwa barabarani. Uh, kwa hiyo ameshikiliwa na utaratibu utakapokamilika kama ambavyo nimesema atafikishwa. Eh, askari wetu amefariki akiwa anatekeleza majukumu yake. Kwa hiyo tuendelee kumwombea dua, tumwombee sala tumuombe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ampunguzie adhabu amuondolee dhambi zake za kibinadamu na amweke mahala pema peponi. Lakini jambo la msingi, nimevutika sana kuona wanamzengo tuko hapa kushirikiana kikamilifu. Wako watu katika nchi yetu sasa huwa wanapenda kuchochea chuki baina ya Jeshi la Polisi na wananchi. Sisi wana Mwanza tusikubali hali hiyo. Uwepo wa jeshi la polisi una manufaa makubwa sana. Leo hii polisi wakisema na sisi tuweke silaha chini, hali ya usalama katika nchi haiwezi kuwa mzuri hata kidogo. Ndio maana vituo vya polisi havifungwi, ndio maana hata siku ya Krismasi polisi yupo kazini. Kwa ni lazima tuthamini mchango wa polisi katika kuimarisha usalama wa nchi yetu, na tukatae vitendo vyote ambavyo vinaelekezwa na kuwataka wananchi kuweka chuki dhidi ya jeshi la polisi. Hakuna faida yote ile, badala yake ni hasara kubwa.